E, chuma chuma mnanipata hapo. Asimbarikiwe sana mwalimu wetu Mangoti hapo, nimefurahi sana. Kuna kakipengele umepita hapo, unasema kwamba Musa alikuwa anawachunga akina nani mpaka wazo la yeye kuacha kukaa katika nyumba ya ufalme aende kwa ajili ya kuwasaidia watu wa Mungu. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya hilo fundisho la wazo, kwamba ibada ni wazo la mtu binafsi. Nimecheka nikawa nasema, baba alikuwa anamtania wile sana, na mimi nilikuwa namtania sana kwamba, ndugu, mbona unaomba, lakini no, kinabaki kichwa kama tofali, pana changamoto gani? kumbe kuna wakati mtu anaweza kawa na mawazo na yanakuwa yamejichora kabisa kwenye sura, ila yeye anakuwa hajui kwamba yamejichora. Kwa ya hiyo mi niseme kwamba Mungu awabariki sana sana. Hapa namsubiri mzee ili aje wasalimie kidogo hapa, sababu pia tulikuwa kwenye pilika pilika za kidogo kutembea tembea, sio kuzunguka naona no, hata no, kama choka fulani kuna tumechoka sana sababu makao yetu siyo ya aina moja ila tunamshukuru sana sana kwa namna vile ambavyo mnazidi kuendelea na leo mtandao ulinisumbua nilikuwa najaribu kumsikiliza mtumishi Elihudi wakati anajibu sababu niliona ni mtu wadibu. na leo anajibu swali nikategeshea ili nimsikilize nikakuta uh, mtandao umenisumbua ila nashukuru Mungu sana hapa, mtumishi mwish... Mwangosi nimekufata vizuri kabisa. Basi nimwachie mzee kidogo asalimie. Chuma chuma jamani, chuma chuma, chuma, chuma. <laughs> moto moto. Amina. Mungu abariki sana kwa maendeleo a hatua na moyo mkuu ambao mko nao. Mimi nirudi tu kuambia kwamba imani unayoweza kufika mwisho ni ile ambayo watu wengine wanaweza kaendelea kupitia wewe, ni ile imani ambayo yaani wewe unatazama kwamba kazi hii inanihusu mimi, mimi ndiyo silaha, ndiyo silaha za vita za Mungu. Vizuri, mwe mnaitikia ndio, ili niwe najua tuko pamoja, kwa sababu sababuetwei e, network hapa ni ya kuungaunga. Kwa hiyo wale ambao wanaweza kutetereka kwa sababu ya ya mashaka fulani ya imani na waelekeo wa imani, imani kimsingi hatuendelei kwa sababu walioko mbele wanaonekana kuendelea. Imani tunaendelea kwa sababu tunaiona njia na nimekusikia kidogo Alex wakati unafundisha, na, na ni kitu ambacho mi nimekuwa nikiongea na tutaendelea kuongea sana hicho, na hata leo wakati naongea na Mwandambo na na nimeongea hicho kwamba imani ni njia na maisha ya kawaida, ambayo hata ukikataa kanisani, ukienda huko nje, utaenda kukutana mashauri ya namna ya kuishi katika, ambavyo ningetamani sana, tukiwa wengi au tukiwa wachache, ibada hiyo inakuwa ya moto, kwa sababu ni ibada ya kila mtu anasema hii kazi inanihusu mimi. Yaani mtu atakayefunua kumcha Mungu ni taifa, kumcha Mungu ndio yani maisha pekee manadamu liyotakiwa kuishi, mimi ndiye nitakayefunua. <coughs> Lakini pia nimetaka niweke vizuri, nitaweka vizuri zaidi tutakapo vizuri, tutaendea kurudia rudia kurudiarudia, kwa sababu Mungu ametupa chana na kutia na moyo katika ili iki kipengele cha mchungaji kukimbia, kuna kaeneo ambako mtu mwingine anaweza akawa anasemeshwa na shetani, wana, wana, wana, anawasema wanaokimbia, ama alivyosema Abiudi. Nimejibu kwenye maeneo mengine kwa, kwa sababu tunataka ufahamu huo tunaokupa ndio unasimama nao, kupan, una, si nao. Nishasema, ili neno mchungaji amekimbia isiwe na mtu akikuuliza na wewe kuhubiri, kwa sababu tunapohubiri habari za kina Daudi kwenye mapango sui, akina Gideoni walikuwa watu. Kwa hiyo na sisi sio mpaka mtu aulize aulize kwamba mchungaji wenu amekimbia; kabla hajauliza mna, mnaongea kwamba mkimbia kwa sababu moja mbili tatu, na sababu nyingi utaendelea kuziongea. Sasa kuna kakipengele kale ka, mbona alikuwa anamsema, alikuwa na alikuwa anasema wachungaji na wahubiri kama kama senene, ifahamike maana yangu ilikuwa ukumbuke, wakati Abiudi inaonekana ni amekimbia, mwana mapinduzi alikuwa tayari, lakini ilikuwa sizungumzii hao, anazungumzia Biudi, kitu nilichokuwa anasema ni ni lichokazia sana ni ukiguswa kidogo tu ukaona hatari kidogo, tayari umekimbia. Lakini sikumaanisha piga ni kupige. Yani, nilichokuwa nimemaanisha ni kwamba, kwa hatari ipi? Mbona hatari kwa mahubiri tu ya kuke, kukemea kukemea, singeri kwa mahubiri ya, ya, ya, ya, ya kuwakemea wachungaji wanaoenda Ikuru, hapo hapo hatari imetokea na kukimbia. Hapo hapo wahubiri sasa, utafikiri ni senene sasa, yaani mkika hatari kidogo tu umekimbia. Lakini zile namna za kwamba mtu unapita kwenye hatari za hapa na pale, watu wanaziona kwamba hapa pana hatari, ukakwepa hii kastahimili hii baadaye kaona ngoja achukua hatua hii, pale nilimaanisha hivyo, ingawa baadaye pia tunakuja kuweka vizuri kwamba hapana, hata hatari ya kwanza hiyo hiyo inaweza ikawa inakuja kuja kujaribu, imekuja kwa information sizo na mashaka kabisa, unaweza ukachukua hatua hiyo. Lakini maana yangu ya kukaza sana pale ni kwamba wahubiri wanajiponya sana, nikahatari hatari kwa mbali tu umeshajiponya lakini hatukuzuia hatu wakati. Hakuna wakati wowote tumewahi kusema kukimbia hatari ni dhambi au ni usenene. Hapana, ila aina gani ya kukimbia nimetaka ufahamu huo unakuwa imara, hadi mwingine mkikutana na watu wakawa wanasema, mbona yeye alikuwa anasema mchungaji hana budi kukimbia? Sema alikuwa anasema akimaanisha hata kwa hatari ya aina gani? Hatari ya siku ngapi? Hatari yenye madhara gani? Hatari yenye ustahimilivu gani? Kastahimili nini na nini, wapi na wapi, mpaka hatua zichukuliwe hizi. Kwa hiyo nje na hapo, e, mimi nasema huwa naruhusu mnaokuwepo kanisani muwe mnauliza mwote, mnaweza msinipigie simu, lakini mnaweza mkamuuliza kiongozi kiongozizamadi kaune kwamba lakini jambo hili mchungaji atufafanulie, nakutanana maswali ambayo majibu. Mimi naambia hakuna hatua tunayochukua ambayo haina majibu. Tutakosa majibu yetu tutakapotenda jambo la dhambi, jambo ovu hapo ndo tutakuwa hatuna jibu la kumjibu mtu atakayesema kwa habari ya tumaini tu hilo. Wakati wote mtu akiku, akitenda dhambi ndipo ukosa hakujibu, lakini ukiwa hujatenda dhambi unao la kujibu, sio kujitetea, sio kulasimisha jambo ovu dhaifu ulionekane la maana. Hapana ni kwamba tu unafanya ni maamuzi ni, ni unatoa ni majibu ambayo yanakuwa yanakuwa yana reference yana reference kwenye kulia, kwamba ilikuwa hivi kwa faida hii, kwa lengo hili na kwa matokeo haya. Kwa hiyo eh, eh, baada ya kusema haya naamini kabisa kwamba Mungu atatusaidia tunapata wakati sawasawa wa kuongea tena tena wakati tunaendelea kuona kile kitakachofuata hapo baadaye. Mungu awabariki sana. Sijui kama kuna neno lolote mnaweza mkaniuliza, mkaniambia hapo moja kwa moja. Karibuni sana. Ndio. Hey. Hey. Amina sana, amina. Basi naotakie neema nyingi na baraka nyingi. Nadhani tumeviondoa wingu ambalo Mungu aingia nalo wakati wa kuomba, lakini basi Mungu aongoze namna bora ya kuhitimisha Okay, sawa amtusamehe okay. Sa, sana tujuage na siku, kumbe leo Ijumaa, hatujui siku wala saa. <laughs> Twende basi tuendelee kumega mkate, Amen.